Samia Suluhu atoa ujumbe na kuagiza kuhusu kesi ya Tundu Lissu kwa mara ya kwanza mwaka huu baada ya kufanya kikao na mabalozi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akianza mwaka kwa kikao cha kwanza na mabalozi wa nchi mbalimbali, mjadala mwingine mzito wa kisiasa wa kisheria umeibuka nchini baada ya kikao hicho, ambapo wengi wamesema kwamba kutokana na yale waliozungumza kwenye hicho kikao yalileta ya kwamba kesi ya Tundu Lissu iweze kufunguliwa tena. Kesi ya uhaini inaomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Tundu Lissu sasa inatarajiwa kuanza tena kusikilizwa mfululizo kuanzia Februari tarehe tisa hadi Machi tarehe sita katika Mahakama Kuu ya Tanzania, kanda ya Dar es Salaam. Ratiba hiyo mpya imethibitishwa na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema kwa jina Gaston Garubindi kupitia mtandao wa X, akieleza kuwa Lissu tayari amepokea taarifa rasmi kutoka kwa naibu msajili wa Mahakama Kuu. Shauri hilo lenye namba ya elfu kumi na tisa mia sita na tano ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tano litasikilizwa na jopo la majaji watatu, jaji Danson Ndunguru, jaji James Karayemaha na jaji Ferdinand Kiwonde. Kuuzito wa tuhuma za uhaini, kosa linalobeba adhabu kali zaidi katika mfumo wa sheria za Tanzania, kesi imejipambanua mapema kama moja ya mashauri muhimu zaidi ya kisiasa katika miaka hivi karibuni. Kesi ya Tundu Lissu ilisitishwa tangu Novemba tarehe kumi na mbili mwaka jana kutokana na likizo ya mwisho ya mwaka wa mahakama. Hata hivyo kurejea kwake kwa, kwa ratiba ya mfululizo sasa kunatokea katika mazingira mapana ya kisiasa yanayozidi kuwa nyeti, hasa ikizingatiwa historia ya mahusiano kati ya dola na vyama vya upinzani. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na saba haki ya kushiriki katika siasa na uhuru wa kujieleza ni nguzo muhimu za demokrasia ya vyama vingi. Lakini katika miaka ya karibuni mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakieleza wasiwasi kuhusu matumizi ya, ya sheria za usalama wa taifa na makosa mazito ya jinai dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwaka 2024 kuhusu Tanzania ilionya kuwa mashtaka ya uhaini na uchochezi yamekuwa yakitumiwa mara kwa mara kama nyenzo ya kudhibiti upinzani wa kisiasa tuma dhidi ya Lissu zilifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Aprili mwaka jana zikiuzishwa na madai ya vitendo vinavyodaiwa kuhatarisha usalama wa taifa, na tangu wakati huu, shauri limepitia hatua kadhaa za awali zikiwemo hoja za kisheria kutoka upande wa mashtaka na utetezi pamoja na maamuzi ya mahakama kuhusu wapingamizi mbalimbali. Lissu ambaye anajisimamia mwenyewe mahakamani, amesitiza mara kwa mara kuwa shauri lake lisikilizwe kwa uwazi ama lisikilizwa kwa uwazi na bila ucheleweshwaji usio huo wa lazima. Msimamo huo umeungwa mkono na baadhi ya wachambuzi wa sheria, wanaona kuwa kesi za hadhi hii zinapaswa kuendeshwa kwa kuzingatia viwango vya juu vya uwazi ili kulinda imani ya umma katika mfumo wa mahakama. Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS katika taarifa zake za awali kuhusu kesi za kisiasa kimekuwa kikisisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za mtuhumiwa kusikilizwa kwa haki na kwa wakati. Kisheria, kosa la uhaini nchini Tanzania linatafsiriwa chini ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita, likihusisha vitendo vinavyolenga kuipindua serikali na kuhatarisha mamlaka ya dola. Ni kosa adimu kufikishwa mahakamani na mara nyingi huibua tahadhari kubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa uchambuzi wa International Commission of Jurists, ambayo inahusu afrika Mashariki, matumizi ya mashtaka ya uhaini dhidi ya viongozi wa upinzani yanahitaji uangalizi wa karibu kwa sababu yanaweza kugusa moja kwa moja haki za msingi za kisiasa. Kesi ya Tundu Lissu haiwezi kutazamwa kama suala la kisheria pekee; ni tukio lenye athari pana katika siasa za Tanzania, hasa kwa kuzingatia nafasi ya Chadema kama chama kikuu cha upinzani na historia ya Lissu kama mwanasiasa aliyenusurika jaribio la mauaji mwaka 2017. Vyombo vya habari vya kimataifa vimekuwa vikifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo. Reuters, katika uchambuzi wake wa siasa za Tanzania baada ya mwaka elfu mbili ishirini na moja, ilibainisha kuwa hatua dhidi ya viongozi wakuu wa upinzani mara nyingi hutafsiriwa kama kipimo cha dhamira ya nchi kulinda uhuru wa kisiasa. Aidha, Amnesty International imeonya kuwa kesi za kisiasa zinaweza kuwa na athari ya kutia hofu kwa wanachama wa vyama wa vya upinzani na wananchi wa uju kwa ujumla, hivyo kupunguza ushiriki wa kisiasa katika nchi mbalimbali kwa Mahakama Kuu, kusikilizwa kwa mfululizo wa kesi hii ni mtihani wa wazi na uwezo wa muhimili wa mahakama kusimamia haki bila shinikizo la kisiasa uamuzi wa, wa kuunda jopo la majaji watatu naashiria uzito wa shauri na hitaji la tafakuri ya kina ya sheria. Wachambuzi uh, wa utawala wa sheria wanaoeleza kuwa mienendo ya kesi hii itachangia pakubwa katika kujenga au kudhoofisha imani ya wananchi wa mahakama. Na ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu utawala bora Tanzania ilibainisha kuwa wazi na uhuru wa mahakama ni muhimu kwa uthabiti wa kisiasa na kiuchumi. Tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka elfu moja kenda mia tisini na mbili Tanzania imekuwa ikijitahidi kusawazisha utulivu wa kisiasa na ushindani wa kidemokrasia. Vipindi tofauti vya kisiasa vimeshuhudia ongezeko la upungufu wa uhuru wa kisiasa, na kesi ya Lissu inaingia katika historia ndefu ya mvutano kati ya dola na upinzani, ikifufua mijadala ya miaka ya nyuma kuhusu haki za kisiasa na matumizi ya sheria za jinai dhidi ya wapinzani. Kwa mujibu wa BBC News, kesi za viongozi wa upinzani nchini Tanzania mara nyingi hutazamwa kama alama ya mwelekeo wa demokrasia ya nchi hiyo. Umuhimu wa kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu inazidi hatima ya mtu mmoja au chama kimoja. Ni kipimo cha udhabiti wa misingi ya utawala wa sheria, uhuru wa mahakama, na nafasi ya upinzani katika demokrasia ya Tanzania. Iwapo shauri litasikilizwa kwa uwazi, kwa haki na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, basi linaweza kuimarisha imani ya umma katika taasisi za dola, lakini iwapo litatafsiriwa kama chombo cha kisiasa, basi inaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kuibua wasiwasi zaidi kutoka ndani na nje ya nchi. Na katika kipindi ambacho Tanzania inajitahidi kujiweka kama mshirika wa, wa kuaminika katika ukanda wa uh, kimataifa, mwenendo wa matokeo ya kesi hii yataangaliwa kwa karibu. Hatimaye, kesi ya Tundu Lissu si tu kuhusu hatima ya uongozi mmoja wa upinzani; ni kuhusu mwelekeo wa demokrasia ya haki na utawala wa sheria nchini Tanzania katika miaka ijayo. Ndiyo hayo tuliyokuandalia, kutoka hapa chaneli yako ya TanzaPulse. Ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa kufika hapa, tafadhali tusaidie kwa kusubscribe, ili tusaidie kukua kama platform.